Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, ndugu yangu, mpenzi wangu, kokote pale ulipo duniani, hebu naomba leo nitegee sikio kwa makini. Nataka nikufundishe fusho la kuondosha nuksi, la kuondosha mikosi, la kuondosha mabalaa ya mwili, ya kuondosha gundu ya mwili, ya kuondosha giza ya mwili, hasadi, vijicho, mabalaa yale ya katika mwili. Naomba leo nikufundishe moja katika mafusho mujarrab, mujarrab mujarab sana sana sana, yatakayokusaidia kukuondoshea mitihani na misukosuko. Sasa hili fusho inakufundisha leo, hata kama chanzo cha matatizo yako itakuwa labda inatokana na sheitani jini ama uchawi ama vitu ulivipamia njiani, ama mambo ulitendewa, insha Allahu taala, hii fusho mujarrab mujarrab sana. Alafu ni nyepesi mno, utashangaa wewe mwenyewe ni nyepesi kuitengeneza, lakini na manufaa na ina faida kubwa kubwa sana. Niko pamoja na wewe ndugu yangu usiyekata tamaa, mpambanaji ambaye unapambana daima kuhakikisha unausaidia mwili wako kuepukana na haya majanga na matatizo. Na mimi nakwambia sitokata tamaa kuendelea kukuandalia darsa mbalimbali zitakazokusaidia kujinasua katika mitihani, misukosuko na matatizo na mabalaa ya, yanayokukabili ya katika maisha yako. Sasa moja kwa moja leo nikakufundishe fusho hili. Hili ni fusho ambalo unajifusha katika moto, ni yani moto wa mkaa unaandaa moto wako wa mkaa baada ya kuandaa moto wako wa mkaa unaandaa na shuka yako moja maalum sawa. Kama una matatizo ya ya ya, ya mfumo wa hewa e, yani una matatizo labda pumu labda nini, unaweza ukatafuta shuka nyepesi kidogo, ukatafuta shuka nyepesi unajifukiza huku unatoa uso wako pembeni. Ila kama hauna matatizo ya mfumo wa hewa, tafuta shuka nzito kidogo ambao ukiiweka hivi juu inakufunika wewe mzima, yani wewe mzima pale inakufunika, ule moshi unakuwa unakupata sawa sawa. Sasa unapokuwa unajifusha, hakikisha zile nguo zako zote umeziondoa, umebakiwa mwili mtupu, yani umebakiwa mtupu, hauna nguo yoyote pale, umebakiwa mtupu kabisa. Kwa nini ubakiwe mtupu na si, si vibaya kwa sababu si uko nyumbani kwako, uko chumbani kwako, hakuna tatizo la aina yoyote. Kwa hiyo ondosha nguo zako zote za nje ya mwili na zile za ndani ya mwili, ubakie kama vile ambavyo ulivyozaliwa. Kisha sasa ule moto wako na usogeza karibu na shuka yako ile, unajifunika. Kwa nini nasema hizi nguo zako zote uziondoe? Jamani, kuna watu hawajui jambo hili. Sheitani au jini ana kawaida ya kwenda kujificha sehemu ambayo ni mbali sana hata athari ya dawa inaweza isifike watu wengi huwa wanashangaa mi mbona nimejifusha dawa nyingi mimboja nimejipiga mvuke dawa nyingi lakini bado nina matatizo yanaendelea kuwa pale pale ndugu yangu ngoja nikwambie kitu kimoja jini mfano ghawasi na baadhi ya majini sawa eh? hasa ghawasi na baadhi ya majini subiani pia wapo wanaofanya matendo ma, ma kama haya nitakayokuelezea hapa yani yeye ana uwezo wa kwenda kujificha sehemu ambayo dawa kumfikia inakuwa ni ngumu mfano kuna baadhi ya jini anaweza akaenda kujificha katika e, njia ya haja kubwa sawa anaenda anajificha kule kwa sababu hauasi ni katika jini anayependa uchafu kwa anaweza kwenda kujificha katika njia ya haja kubwa jambo ambalo wakati wewe unajifusha hali yakuwa umevaa nguo unazuia athari ya dawa kumfikia yule jini kule alikojificha sasa wewe vua nguo zote ubakie mtupu wa wa mwili alafikisha, kisha unajifukiza unaji ile. Na unapojifukiza hakikisha, yani kile kitezo pale ulipokishika unakizungusha sehemu yote yani, mbele yako nyuma yako, uhakikisha ule moshi unakupiga sehemu sehemu zote, insha allahu taala. Hii ndugu yangu mujarabu mno, ni dawa nyepesi lakini mujarabu mujarabu sana. Sasa maandalizi yako, unatakiwa uwe una nini na nini. Dawa ya kwanza kabisa ambayo unatakiwa uwe nayo unatakiwa uwe na hii haltiti. Unaona, hii haltiti ni dawa maarufu kupatikana, lakini wallahi, dawa ina siri kubwa, watu wengi huwa hawajui. Sasa uwe una hii haltiti, hii haltiti uwe nayo. Baada ya kuwa na haltiti, anda mvuje kidonge, kama huu umeona. Eh, huu ni mvuje kidonge huu, na ninakuonesha, unatakiwa uwe na kidonge chako. Ngoja nikufungulie ndugu yangu, kwa sababu lengo langu nataka unielewe vizuri, hata ukienda kutumia usibabaike. Mvuje kidonge unakuwa kama kidonge chake kinakuwa hivi, nikusogezea hapa karibu, kina harufu kali kidogo Unaona hiki hiki ndio e, mvuje kidonge sasa. Utakapokuwa umechukua kopo moja ya haltiti kama hii, hakikisha hivi hizi, hizi punje zinakuwa kumi na moja. Unachukua punje hizi kumi na moja hizi, kama utachukua kopo zima kama hili, ukichukua nusu kopo kama hili. Ikichukua hili kopo yani ikawa hii unga wake uko nusu, basi unachukua hivi vidonge sita, ila kama hili litakuwa lote hili, unachukua hivi vidonge kumi na moja. Hivi vidonge kumi na moja utakavyochukua hivi una visaga vinakuwa unga unachanganya kwenye hii haltiti. Hii haltiti na hivi vidonge unasaga inakuwa unga unachanganya kwa pamoja. Sasa ukichanganya kwa pamoja, unachukua dawa nyingine inaitwa miski ya unga hii. Jamani, miski ya unga, hizi dawa nakwambia, ni nyepesi rahisi kuzipata, lakini zina maajabu makubwa sana ndugu yangu. Miski ya unga, watu wengi mnaweza ukasema hujui, inakuwa ni unga fulani hivi mweupe, uko humo E, hata ukenda dukani mwambie nataka miski ya unga atakupatia kup, atakupatia miski hii. Sasa hizi dawa zote ukishazipata unazichanganya. E, hii e, miski ya unga uchanganye kopo lote ili kama utanunua kopo sawa, ila kama utanunua ile ya kupima unaweza ukachukua vijiko vyako vitatu vya miski ya unga, chukua vijiko vitatu vya miski vya miski ya unga. Sasa utakapokuwa umemaliza hizi ili fusho lako ili umeliona hizi, hivi vitu vitu vitatu vya ambavyo inakuonesha hapo. Utakapokuwa umesha umeshavichanganya sasa hii unakuwa unatumia asubuhi, na hii unakuwa unatumia jioni. Unatumiaje sasa? Asubuhi ukiamka ndio, kama kawaida, unatoa nguo zako, unachukua shuka yako, unajifunika, na moto wako pale umeandaa, unachukua idawa nyingi kidogo, unaichota na vidole kama hivi, chap chaichota, unaitia katika ule moto, unatoka pale moshi moshi mkubwa. Ule moshi unahakikisha unapambana nao ule eh, ikiwezekana kwenye ile shuka unaweza hata ukasimama, ili ule moshi wako upige sehemu zote zile za mwili, yani mwili mzima, ule moshi ukupata waza hata ukasimama ule moshi wote. Kwa asubuhi, unafanya asubuhi, unafanya hivyo jioni, kwa muda wa siku kumi na nne, yani wiki zako hizo mbili. Na kwa pia ndugu zangu, zinatosha kukuondoshea mabalaa, zinatosha kukuondoshea mitihani, zinatosha kukuende, kukuondoshea matatizo. Hii fusho ninakupa ni fusho adhimu, nenda katumia, utakuja kuniambia hii. Hata kama umesibiwa na sheitani tayara, ghawasi amirul baiti, e, jinul makabir mujarrab sana sana hili fusho hili. Ni katika moja katika mafusho mazuri mazuri zaidi, na sio kukusaidia wewe unaona, hili fusho hili fusho, hata kama biashara yako watu wameichawia, biashara imechawiwa, biashara imewekewa mavitu mazito mavitu mabaya, kafushe hili fusho, utakuja kuniambia biashara ngumu kutoka. Kafushe hili fusho, utakuja kuniambia nyumba, yaani nyumba yako imekuwa nzito wafanyabiashara mtu anauza kiwanja kiwanja haiuziki nyumba anauza nyumba haiuziki kafushe idawa, usu, hii dawa utakuja kunishukuru kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala hii mimi ninakupa kama sehemu yangu tu ya sadaka kuja kwako wewe kajifunze hii ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani utaona ma, ma, ma, ma, mafanikio mafanikio yake lakini sasa naweza mimi nikakupa package eh yeah, naweza nikakupa na package moja ambayo ni mujarabu sana ah uh, kimfano umeshaandaa hizo dawa zako tatu ili fusho tatu umeshaliandaa sawa kama unataka sasa kuondosha kabisa ni mwili wako na kuupa mnururisho, ung'ae, mvuto, mwili wako wewe unavutia insha allahu taala, na kuleta wepesi ya mambo, nitakusujesti pia uwe una sabuni kama hizi tunazozitengeneza. Hizi ni sabuni, tumezitengeneza eh, kutokana na, na, na, na, na, na miti inayoondosha nuksi, mikosi, mabalaa na magiza ya mwili. Sabuni kama hii sawa, lakini pia nitakurekomendi upate haya mafuta yetu ambayo ni mchanganyiko wa mafuta mengi sana sawa, ambayo yamefanywa kisomo kikubwa. Unaona hata hii sabuni wakati inaandaliwa, ile material yake inafanyiwa kisomo, na haya mafuta wakati inaandaliwa, inafanyiwa kisomo iliyokuwa nzito sana, ndugu yangu, kwa ajili ya kuondosha matatizo. Wallahi la adhim, ndugu yangu Muislamu, haiwezekani yani unaogea unaogea sabuni ya iliyofanyiwa visomo ukitoka hapo unajifusha fusho lako kama hili, ukitoka hapo unapaka mafuta yako kama hii eti bado mwili wako uendelee kuwa mgumu bado mwili wako uendelee kuwa mzito bado mwili wako uendelee kuwa na mitihani? Ah ha, hapo hiyo ni ngumu ndugu yangu mpenzi unanisikiliza. Sasa ukishindwa kupata haya mafuta na ukishindwa kupata hii sabuni, sio lazima hii nimekupa. Kama utachukua package hii kutoka kwetu sisi, utachukua hii hii fusho, utachukua na haya mafuta na utachukua na hii sabuni yake, hapo asilimia zote, ndugu yangu mwislamu na mpenzi katika imani, unakwenda kujitengeneza vizuri. Ila kama hivi uwezi kuvipata sasa, uko mbali maskini, pengine haya mafuta uwezi kuyapata, hii sabuni uwezi kuyapata, usibabaike baba yangu. Katafute hii miskia unga, tafuta tafuta hii hii haltiti, alafu tafuta hii mvuje kidonge. Fanya kama nilivyokuelekeza, jifushe kama nilivyokuelekeza, utakuja kunishukuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala. Namwomba Mwenyezimungu, kokote pale ulipo, ikiwa utayatumia haya niliyoyaelekeza hapa, basi Allah akakuondoshia mitihani yote ya, ya, ya, katika mwili wako akuondoshee matatizo yote katika mwili wako, na akuondoshee mabalaa yote katika mwili wako. Shukran lakum jazakumullahu khaira. Kama haujanielewa hapo, unaweza ukanitafuta kwa nambari za simu hizi 0787552211 moja moja, ama unaweza ukanitafuta katika nambari ya Tigo 0679252211 kumi na moja au kanitafuta katika namba ya Voda sifuri saba tano tano mia tano sabini na saba sifuri mbili mbili. Tunapatikana Kigamboni, Mwembe Mtangu.